Jina la Yesu yesukarika, jina la Yesu karika, jina la Yesu e, Baba warema, e Baba warehema, e Baba warema, e Baba warehema, tusaidie sana, tusaidie sana, tusaidie sana, tusaidie sana, tusaidie sana, tusaidie sana, Baba tushike kwa mkono wako, tushike kwa nguvu zako, tushike kwa uwezo wako, tushike kwa damu yako, tushike kwa rehema zako tushike Mungu, tushike, tushike Yesu, tushike, tushike Bwana, tushike, tushike Yesu, tushike. Hatuwezi kusimama bila wewe na hatujawahi kuweza bila wewe, hatujawahi, hatujawahi Mungu, hatujawahi, hatujawahi, hatujawahi Yesu, hatujawahi, hatujawahi, hatujawahi Mungu, hatujawahi Jehova, hatujawahi mfalme, hatujawahi Jehova, hatujawahi Mungu wa pekee, hatujawahi, hatujawahi, hatujawahi kusimama Baba kwa nguvu zetu, hatujawahi kusimama Yesu kwa akili zetu, hatujawahi kusimama Bwana kama ni akili zetu Mungu, ni zile jitihada zilizotumika katika kupapasa Mungu, kwenye kuomba na kusikiliza maelekezo Yesu, lakini sisi wenyewe hatujawahi Bwana. Hatujawahi Jehova hatujawahi Mungu hatujawahi utushike Jehova katika wakati huu. Utushike we baba kwenye mazingira haya utushike we baba kwenye nyakati hizi utushike we baba kwenye nyakati hizi utushike we baba utushike we baba utushike we baba Utushike we Baba, Jehova Baba, Jehova Baba, Jehova Baba, utushike Yesu utushike Yesu utushike Yesu, Bwana uliye kweli utushike Yesu, Bwana uliye kweli utushike Yesu, Bwana uliye kweli utushike Yesu, Bwana uliye kweli, Bwana utushike Yesu utushike Yesu utushike eh Baba, Baba, e Baba, Baba E baba baba, Jehova mfalme, Jehova mfalme, utushike wewe, utushike wewe, utushike wewe Bwana wa mabwana, utushike wewe Mungu wa miungu, utujalie kuweza kwa nguvu zako, utujalie kuweza kwa msaada wako, utujalie kuweza kwa nguvu zako utujalie kuweza kwa neema yako Yesu, utusaidie sana utusaidie sana utusaidie sana utusaidie sana utusaidie sana utusaidie sana, sana, sana. Katika jina la Yesu, kuendelea kwetu mbele kunatokana na nguvu zako. Eh, tushike Bwana wewe tushike Yesu tushike Jehova tushike mfalme tushike mwema tushike sana osiana wewe osiana Mungu osiana Mungu osiana Mungu osiana Mungu osiana wokovu wetu osiana wokovu wetu baba osiana wokovu wetu Jehova osiana maficho yetu osiana usalama wetu, usalama wetu ni wewe Bwana, usalama wetu ni wewe Mungu usalama wetu ni wewe Jehova, usalama wetu ni wewe Jemedari, usalama wa afya zetu, usalama wa maisha yetu, usalama wa wokovu na imani yetu, usalama wa akili zetu Jehova, usalama wa ubinti na ujana wetu, usalama wetu Ebeneza ni wewe, usalama wetu Mtakatifu ni wewe, usalama wetu Mungu wa rehema ni wewe. Katika dunia hii Jehova iliyojaa kuvizia iliyojaa kuchokozwa kwingi iliyojaa kuonewa Mungu na kukaliwa na kila namna, Beneza usalama wetu ni wewe Mungu, usalama wetu ni wewe mfalme, usalama wetu ni wewe Beneza, usalama wetu ni wewe kimbilio, usalama wetu ni wewe mfalme, usalama wetu ni wewe Baba. Tusaidie sana Mungu, tusaidie sana Jehova, tusaidie tusaidie tusaidie tusaidie Twawezaje kusimama Mungu usipotusaidia Bwana? Twawezaje kusimama? Twawezaje kusimama? Twawezaje kukataa ushawishi wa dhambi? Twawezaje kukataa ushawishi wa kukosea twawezaje kukataa Mungu Yesu pasipo nguvu yako ya ziada, tusaidie Mungu wa rehema. Twawezaje kuitambua ushawishi wa kutambua, usha usha dhambi na kukataa na kukimbia Jehova Yesu pasipo nguvu yako? Twawezaje twawezaje twawezaje, Mungu tusaidie. Twawezaje Baba tusaidie. Twawezaje pasipo wewe, tusaidie. Twawezaje pasipo wewe, tuhurumie. Twawezaje pasipo aye tuhurumiwe katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye kweli. Tuwezaje Mungu, twawezaje kusimama usipotusaidia baba? Twawezaje, twawezaje, tuwezaje, twawezaje, twawezaje, twawezaje kwa kwa makusudio yapo Mungu na kudhamiria kupo Jehova baba lakini twawezaje Baba, twawezaje twawezaje, maana huyo shetani ambaye mshitaki wetu Mungu ni kama simba angurumaye, Yesu alali asinzi, akitafuta kaupenye tu kakusema vibaya, ingia atawale. Yesu kakuamua vibaya, ingia afanye makao. Yesu pakuongea vibaya, ingia afanye makao. Yesu nisaidie Jehova. Yesu nisaidie, mfalme katika hali yoyote Mungu, katika mazingira yoyote Jehova, nisizolewe na ushawishi wa dhambi Mungu, hata nikosee tena na tena. Ebeneza, msaada wa pekee, Ebeneza Bwana, Ebeneza, tusizolewe na ushawishi wa uovu, tusizolewe, tusizolewe Bwana tusizaleo tusizaleo, Mungu katika jina la Yesu, lakini pasipa nguvu yako tutazaleo kila uchao, lakini pasipa nguvu yako tutamua maamuzi tukizania kwamba Mungu Jehova ni namna ya wokovu, lakini Baba ila kongolomela na kuwa amesha tawala. Ebeneza tusaidie, Ebeneza nisaidie, Ebeneza nisaidie, Ebeneza tusaidie. Twawezaje, tawezaje, twawezaje

tuwezeshe tuwezeshe Baba, tuwezeshe tuwezeshe kuvishinda vishaishi vya uovu, ili tupate hatua nyingine. Baba, tuwezeshe kustahimili namna mbalimbali zinazojinua juu yetu, ili tuweze kupata neema tena ya kuja kwa wokovu kwa wengine. Yesu tusaidie, Mfalme. Yesu tusaidie, Mwokozi. Yesu tusaidie, Adonai. Yesu tusaidie, Rafa. Yesu, tusaidie Elohim, tusaidie Mungu apeke, tusaidie Mungu apeke, tusaidie Mungu apeke. Nina imani na wewe sana, nina imani na wewe sana, nina imani na wewe sana, nina imani na wewe sana, nina imani na wewe sana, sana. Sana, Jehova e, Baba msaada wa kweli e, Baba msaada wa kweli ikiwa alitushindia pale Jehova, ikiwa alitupa nguvu kupita pale, ikiwa alitupa nguvu kunyamaza pale, hata kwengine wanaweza kutusaidia. E, Baba tusaidie Bwana e, Baba tusaidie Bwana, tupe nguvu yako Jehova. Katika mabaya tuwe kama wajinga e, Mungu wa rehema, tuwe kama wazezeta tusio na akili katika wema tupe kwa werevu Mfalme, tusaidie Jehova, tusaidie Jehova, tusaidie Jehova, Jehova, Jehova katika mabaya katika ushawishi wa mabaya tusaidie, kuwa kama wapumbavu tusielewana na lolote Jehova, lakini katika mema tupe nguvu ya kwenda kufanya kwa kadiri maye takuwa tumeelewa, katika jina la Yesu Kristo. E baba tusaidie, baba tusaidie, baba tusaidie, baba tusaidie, Mungu liye kweli, mungulie kweli, e Mungu liye kweli, e Mungu liye kweli, e watu kuweza watafuta ya kuweza Ebeneza e katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, wapae watu kuweza kuweza kuweza watu kuweza, wapae watu, watu kufaulu mitihani mbalimbali ya Bwana ili wapate atua kwako katika jina la Yesu Kristo. Ebeneza Baba, Ebeneza Bwana, Ebeneza Bwana, Ebeneza Bwana, Ebeneza Bwana, Ebeneza Bwana, Ebeneza, Ebeneza Mfalme, onekana jioni ya leo, onekana kwetu onekana Mungu, ukiisha nia zetu, ukiisha mioyo yetu, ukiisha dhamiri zetu, ukiisha fahamu zetu, nipate kukutafuta na kukutamani wewe katika jina la Yesu. Zikuone shauku, zikuone kiu, zikuone njaa ya kutenda namna iliyo sawasawa, baba e, Baba wa neema, tusaidie Mwokozi, tusaidie Jehova, tusaidie Mwokozi, tusaidie wewe Baba, tusaidie Mwokozi, tusaidie wewe Baba, tusaidie Mwokozi, tusaidie we Baba, Jova, Jova, Jova, Jova, Jova, Jova, Jova, Jova, Jova, Jova, Jova, Jova. Jova, jova. Jova, jova. O, tusaidie o, tusaidie o, tusaidie, achilia nguvu yako nguvu ya Mtakatifu Baba itufunike, achilie uwezo wako Mungu, tusaidie. E Baba, tusaidie, tuwe na uwezo wa kuitawala dhambi, tuwe na uwezo wa kuijua dhambi na kuitalia kwa nguvu zako tusaidie, ule ufahamu wetu wa imara katika jina la Yesu Kristo. Oh, tusaidie Mungu, oh tusaidie Mungu, kuyatambua mazingira yenye ushawishi wa dhambi na kuyakataa Mungu, kwa fahamu ambazo tumezitoa kwako, kwa uelewa kwa ambao tutautoa kwako. Tusaidie Jehova, tusaidie Jehova, tusaidie Jehova, tusaidie Jehova, tusaidie Jehova, kuyakataa Mungu, kuyakimbia Yesu Uwe, Jehova mazingira ya kukosea yatakayopelekea dhambi. Ebeneza Bwana, ebeneza Bwana, ebeneza Bwana, ebeneza Bwana, Jehova ulio hai, Jehova ulio hai, kwako kwa kuna kuweza ndani ya jina lako Mungu, kuna kuweza ndani ya jina lako Yesu, kuna kuweza ndani ya jina lako Baba, kuna kuweza ndani ya jina lako Mungu, kuna kuweza Jehova, Jehova, Jehova, Jehova, Jehova, Jehova, Jehova, Jehova, Jehova, baba nifunike mungu nifunike yesu nijaze baba nifunike nguvu zako uwezo wako nguvu zako uwezo wako nijaze neema nijaze uwezo baba wa neema nisaidie sana bwana tusaidie sana bwana tusaidie sana mungu tusaidie sana yesu jova jova jova jova oh tusaidie mungu wa rehema tusaidie bwana mabwana tusaidie mfalme wa wafalme tusaidie Jehova, tusaidie kusimama katika wakati kuendelea na wewe katika wakati kuendelea na wewe katika wakati, wewe wakati, kuongeza tena, tena Jehova, na nakukaribia wewe Mungu ili wewe uwe msaada kwetu Jehova, wakati Mungu wa pekee. O, tusaidie saidia na kanisa lako o, tusaidie saidia na taifa lako o, tusaidie wasaidia na wajali wako o, tusaidie saidia na imani yetu o, tusaidie saidia na wokovu wetu tusaidie tusaidie na maisha yetu, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, tusaidie sana, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, tujaze tu uwezo, tujaze nguvu, tujaze neema, tujaze mamlaka. Ebeleza Bwana, nijaze nguvu za Roho Mtakatifu, nijaze uwezo wa Roho Mtakatifu, niponye tena, nitakase tena, ofu nikamoyo ofu nika nafsi ofu nika ufahamu ofu nika akili, utumizi wa kirahisi na taarifa yoyote katika jina la Yesu ebendeza bwana ebendeza bwana ebendeza bwana wewe ni mkuu ulio juu ya nguvu ya taarifa yoyote yenye kukusudia kututoa baba katika ramani yako o muungulie hai o muungulie kweli o muungulie hai o muungulie kweli ebendeza baba ebendeza chova ebendeza mwema ebendeza rafiki ninakujia tena ninakuomba tena ninakuomba tena hatuna namna nyingine ebendeza baba ya kutu hatuna namna nyingine, eweleza Baba, ya kutuisha, ya kutuongoza, ya kutusaidia, ya kutufunika, ya kutulinda, ya kutusaidia. E Baba, tusaidie, tusaidie, tusaidie, tusaidie wewe, tusaidie wewe, tusaidie wewe. E Baba, e Baba, e Baba, tusaidie, tusaidie tu, tusaidie tu, tusaidie tu nisaidie tu, naomba Baba, naomba, naomba Yesu, naomba, naomba ufunike ufahamu wangu. Kwa damu yako Jehova, nyunyiza damu yako ungu kwenye mimo ya ufahamu wangu kwenye mimo ya moyo wangu kwenye mimo ya nafsi yangu kwenye mimo ya nia yangu kwenye mimo ya fikra zangu kwenye mimo ya mawazo yangu. E Baba, e Baba, linamna yoyote Jehova, yenye kuharibu Mungu isipate nafasi katika jina la Yesu. Ni wewe Mungu, tusaidie sana, tusaidie sana, tusaidie sana tusaidie sana tusaidie sana tusaidie sana Mwokozi, tusaidie sana wakati huu, tusaidie sana Mwokozi, tusaidie sana nyakati hizi, tusaidie sana Mwokozi, tusaidie sana wakati huu, wewe ukawe baba kwetu, wewe ukawe msaada kwetu, wewe ukawe tumaini kwetu sana nyakati zote Mungu, Jehova, Jehova, Jehova, we baba

Tusaidie Jehova, tusaidie mfalme wa wafalme, tusaidie Mungu wa rehema, tusaidie Bwana wa mabwana, tusaidie, tunakuhitaji sana, tusaidie, tunakuhitaji sana, tusaidie, tunakuhitaji sana, tusaidie, tunakuhitaji sana, tusaidie, tunakuhitaji sana, tusaidie, tunakuhitaji sana, tusaidie, tunakuhitaji sana kwenye maisha yetu, tusaidie, tunakuhitaji sana Mungu kwenye maamuzi yetu, tunakuhitaji sana kwenye kunena kwetu tunakuhitaji sana, kwa kuchukua kwetu maamuzi, tunakuhitaji sana Jehova, tunakuhitaji wakati wote Jehova, tunakuhitaji nyakati zote, tunakuhitaji Mungu wa pekee, tunakuhitaji Mungu wa rehema, tunakuhitaji msaada wa pekee, tunakuhitaji Mungu wa miungu, tunakuhitaji Yesu, tunakuhitaji rafiki, tunakuhitaji msaada, tunakuhitaji maficho yetu, tunakuhitaji tumaini letu tunakuhitaji Baba usiyeshindwa tunakuhitaji Mungu unayewaza mema kwa ajili ya kesho yetu na kwa ajili ya hatima ya maisha yetu, tunakuhitaji sana Mungu usiyeweza kutupungukia ni wakati zote Bwana. Umeachilia uzima uwe nasi watu tusiostahili, umeachilia pumzi endelee kuwa nasi watu tusio na namna wowote Baba ya kupata nafasi hiyo, lakini wewe kwa huruma na kwa rehema zako umekuwa sababu ya pumzi hii kuendelea kuwa juu ya maisha nini mbele zako Bwana, tusemenini machoni pako Bwana, tusemenini Mungu wa pekee, tusemenini Mungu wa rehema, tusemenini Bwana ama Bwana, tusemenini Mungu usiyeshindwa, tusemenini e, eh Baba, tusemenini tusemenini, eh Mungu, tusemenini katika jina la Yesu Kristo, tusemenini aligibo, tusemenini rafa, tusemenini Baba, tusemenini mwema Yesu, tusemenini Yesu tusemenini, Yesu tusemenini, tuseme nini? Yesu tuseme nini, yes, nini? tunahitaji msaada wako, tunahitaji msaada wako, tunahitaji msaada wako tu, tunahitaji msaada wako tu, tunahitaji msaada wako tu. Tunahitaji msaada wako tu ili kuendelea Mungu, ili kuendelea Jehova, ili kusimama tu, maana ziko taarifa mbalimbali naloyeisha moyo lakini bado Mungu, tunahitaji kuendelea mbele, tunahitaji msaada wako, hiyo ndio kazi ya jina lako Mungu wa rehema kufisha namna yoyote aliyokuwa liyokameishamoyo iliyokuwa imeinamisha mioyo yetu hiyo ndio kazi ya jina lako mungu tusaidie sana mungu tusaidie sana alisema mwangosi kama kulikuwa kuna matatizo basi hata mungu hataki kuweko na makanisani tutaondoka kabisa e, bwana amekuwa mungu kwa kuingilia mambo magumu tusiyoyaweza, kwa kuondoa mambo magumu ndani ya maisha yetu tusiyoyaweza. E, Baba, umekuwa Bwana wa Mabwana kwa kutatua mambo magumu kwenye fahamu zetu, kwenye mioyo yetu, Mungu wa rehema na maisha yetu kwa ujumla, na ndio maana umekuwa Mungu aliyetukuka, na ndio maana umekuwa Mungu aliyetukuka, na ndio maana umekuwa Mungu aliyetukuka, na ndio maana umekuwa Mungu aliyetukuka, liye liye, kwa sababu ya kazi Mungu ya uwezo wako, mkono wako utendao juu ya maisha wanadamu wote wakujia wote wa kujia wewe wote wa kujia wewe wote wakujia wewe wote wakujia wewe wote wa kungoja wewe wote wakungoja wewe, wewe. Wakungoja wewe. Wakungoja wewe. Katika jina la Yesu Kristo, e baba uliye kweli e Mungu wa rehema na neema, Jehova baba wa baraka, Jehova baba wa neema, Jehova Mungu wa miungu, utushike kwa nguvu zako, utushike kwa uwezo wako utufunike kwa damu yako, utujalie na neema yako Mungu o, utusaidie sana wewe, utusaidie sana wewe, utusaidie sana unayeweza mambo yote. Wewe ni mwaminifu, wewe unaweza mambo yote tena, wewe ni mwaminifu, unaweza namna zozote zizo ngumu, wewe ni mwaminifu sana tusaidie sana Jehova, tusaidie sana Mungu, tusaidie sana Mungu, tusaidie, tusaidie Mwokozi, tusaidie katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Mwanakondoo, katika jina lipitalo kila jina, lipitalo kila ugonjwa, lipitalo kila kuumiza, lipitalo kila nayo yote, Mungu Baba ambaye uko juu ya ufahamu wetu jina lako linaweza likafanya Baba, tusaidie sana. Jina lako linaweza likatenda e Mungu, tusaidie sana. Jina lako linaweza likatenda e Mungu, tusaidie sana. Jina lako linaweza likatenda e Mungu, tusaidie sana, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Ee Baba uliye kweli, e Baba uliye hai, e Baba uliye kweli, e Baba uliye hai. Jehova, tusaidie. Jehova, tusaidie Jehova tusaidie, Jehova tusaidie, Jehova tusaidie tusaidie. Wewe Bwana tusaidie, wewe Bwana tusaidie, wewe Bwana tusaidie, wewe Bwana Baba funika maisha yetu, funika ibada zetu tuzifanyazo katika malango haya. Uyafunike malango haya Mungu kwa nguvu zako na kwa uwezo wako, e Bwana na damu yako ya samani kazi kunena mema Mungu juu ya malango haya yakawe ukombozi kwa kila mwenye nia ya dhati ya kutafuta msana mabadiliko la kweli kwako, kwa kupitia malango haya Mungu. Ajapokuomba dua ajapokuomba sala ajapo kulia mbele zao kwenye malango haya Mungu, akiwa amesukumwa na moyo wa zati, wee Mungu kamsaidie wee Mungu kamkumbuke wee Mungu simpungukie, kwa kuwa wewe watafuta watu kama hao waweze kuinua jina lako duniani. Ebeneza, msaada wa pekee. Tusaidie Mungu wa pekee. Tusaidie Mungu wa milele, tusaidie, tusaidie. Wewe uwezaye nyakati zote, wewe utendaye nyakati zote, wewe udumuye nyakati zote, wewe uwezaye kufanya nyakati zote, wewe ushangazaye nyakati zote, wewe unaishangaza nyakati zote, katika jina la Yesu Kristo. Wewe Mungu tusaidie sana, wewe Mungu tuhurumie sana, Mungu tusaidie sana, Mwokozi tusaidie tusaidie, wewe ni msaada wetu. Tusaidie tusaidie, wewe ni nguvu zetu. Tusaidie Baba, tusaidie, wewe ni ukombozi wetu. Tusaidie Baba, tusaidie, wewe ni kuendelea kwetu, Jehova. Tusaidie Baba, tusaidie, wewe ni utimilifu wetu, Jehova. Tusaidie Baba, tusaidie, wewe ni kuendelea kwetu katika hali yote. Tusaidie, tusaidie tusaidie Mungu tusaidie tusaidie Yesu tusaidie tusaidie atasaidia sasa tusaidie atasaidia sasa tusaidie atasaidia sasa tusaidie atasaidia sasa tusaidie atasaidia sasa tusaidie atasaidia sasa Yesu tusaidie atasaidia sasa katika jina la Yesu Kristo. Wewe Mungu tawala kwa nguvu zako Wewe Mungu tawala kwa uwezo wako wewe Mungu tawala kwa nguvu zako. Wewe Mungu onekana kwa uwezo wako, katika damu ya mwana kondoo. Bwana unaishi na kutawala, Bwana unaishi na kutawala ki, Yesu karibu kwenye mioyo yetu. Yesu karibu maishani mwetu. Ufanye maskani na makao katika maisha yetu Mungu, ili tupate kuwa salama nyakati zote. Katika jina la Yesu Kristo. Katika damu yako takatifu. Katika damu ya kwenye rehema. We Mungu tusaidie Bwana. We Mungu tusaidie Bwana. We Mungu tusaidie Bwana. We Mungu tusaidie Bwana. We Yesu tusaidie. We Yesu tusaidie. We Baba tusaidie. We Baba tusaidie. We Yesu tusaidie. We Yesu tusaidie. We Yesu tusaidie. We Yesu tusaidie tusaidie tumeokolewa na wewe tusaidie, tuliumbwa na wewe Mungu tusaidie, tusaidie, tusaidie, tusaidie Bwana tusaidie, ili kupendeza wewe utuokoe, likupendeza wewe Mungu tusaidie, tusaidie Bwana tusaidie, we Baba tusaidie, we Baba tusaidie, we Yesu tusaidie, tusaidie, tusaidie, tusaidie Tuliumbwa na, tuliumbwa na wewe Mungu tuliumbwa na wewe Mungu tuliumbwa na wewe Mungu tuliumbwa na wewe Mungu tuliumbwa na wewe Mungu tuliumbwa na wewe Mungu tuliumbwa na wewe Mungu, na hata kuokolewa, tuliokolewa na wewe Jehova, kwa makusudi yako mwenyewe, kwa ramani yako mwenyewe, kila roho uliona ya thamani mbele zako, nawe utaisimamisha sawa na juli na nabidi itakazokuwa nazo mungu tusaidie sana bwana katika jina la yesu kristo katika damu ya mwanakondoo mungu wa rehema na neema tusaidie jehova tusaidie mungu wa kweli katika jina la yesu sante mungu wa rehema sante bwana mabwana bwana sante mungu naishi Tunajiweka mikononi mwako Baba, tunajiweka chini ya makusudi yako, wewe uliye msaada wa kweli, ukatusaidie katika jina la Yesu Liko.